Ndumbalo amaliza mgogoro wa Waitaliano. Hii ni Nje ya Box TV Update, Rangunjina na Cristina Mbaruku. Waziri wa Katiba na Sheria Dr Damas Ndumbalo ameeleza kufurahishwa na mwitikio mkubwa wa wananchi wanaojitokeza kupata huduma na msaada wa kisheria kupitia kampuni ya msaada wa kisheria wa Mama Samia Legal Aids. Akizungumza jijini Arusha mara baada ya kuhudumia migogoro sugu iliyodumu kwa kipindi kirefu, waziri Ndumbalo amesema kuwa kampeni hiyo si ya Watanzania bali ni ya kila mmoja anayeishi nchini kama ambavyo uteuzi wa mgogoro wa raia wa Kiitaliano uliodumu kwa miaka saba ukihusisha raia kutoka nchini Italia waliokuwa wakimiliki kampuni iliyowekeza katika masuala ya utalii ulivyotauliwa na kufikia muafaka. Waziri Ndumbalo amesema kuwa wizara yake imebaini uhitaji mkubwa wa wananchi kwenye kiu ya haki, elimu ya sheria pamoja na uelewa mdogo wa jinsi ya utauzi wa migogoro kwa wananchi. Wakizungumza mara baada ya kumalizika kwa shauri hilo ambao waliungana na kuanzisha kampuni ya uwekezaji katika masuala ya utalii na baadaye kutokea kuto kuelewana miongoni mwao wameushukuru serikali ya rais Samia Suluhu Hassan kwa msaada huo wakikiri kuwa ndani ya saa moja wamefanikiwa kumaliza mgogoro uliodumu kwa miaka saba. Mwafaka ulifikiwa katika mgogoro huo ni kurejesha asilimia ishirini na tano ya hisa za kampuni hiyo zilizokuwa zikilalamikiwa na moja ya hivyo Kampuni kuendelea kumilikiwa na mmiliki mmoja ambaye ni Michele Pence na mumewe. Hii ilikuwa ni Nje ya Box TV update langu. Jina ni Christina Mbaluku, sisa kusubscribe, kulike na kushare iliyo wa kwanza kupata notification tunapoachia update mbalimbali.